Uh, mi naitwa Janet Masuka kutoka Gavoo Media. Naomba jitambulishe kidogo. Naitwa Sara Masota natoka Chuo cha UCC. Okay, Sara, bila shaka unasoma IT pale? Yes. Je, yeah. AI ni tishio kwenu kwa watu ambao mnasoma IT? Hapana, si tishio kwa sababu itatuongezea ujuzi na uelewa zaidi kwenye masomo yetu. Sara, naomba unielezee zaidi nini kimekupelekea leo uje hapa? So nimekuja hapa niendelee kujifunza vile ambavyo tunafundishwa tuendelee kupata uelewa zaidi. Koo, tumekuja hapa sisi kama wanafunzi wa UCC kuendelea kujifunza zaidi na ku, kupata ii ee huduma zaidi bora. Unahisi AI inaenda kufanya watu wawe lonely, kwa sababu siku hizi mtu yoyote anaweza akauliza kitu chote kile, anauliza AI, kitu chote anaweza AI. Je, interaction kati ya binadamu itapungua? Hapana, haiwezi kupungua ila itaongeza zaidi yale mawasiliano. Asante sana Sara. Haya, asante pia. Gavoo Media, mm-hmm. Pamoja hatua kwa hatua.